Kuhukumiwa kwa vijana wanne watatu wa nchi za kigeni na mahakama ya Kenya kwa sababu tu walipatikana wakijaribu kusafirisha siafu nje ya nchi kuliwashangaza wengi. Vijana hao wamehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja au faini ya zaidi ya dola elfu saba kwa kosa la kujaribu kusafirisha wadudu hao kinyume cha sheria. Wengi waliwaza na kuuliza iwapo siafu hawa ni wa kawaida au kuna wengine. Jibu liko hapa: siafu hawa si wa kawaida, ni aina ya kipekee inayopatikana barani Afrika tu. Wanaitwa Giant African Harvester Ants kwa Kiingereza. Siafu hawa ndio wakubwa zaidi ya spishi zake na wanaweza kukua hadi kufikia milimita ishirini, huku malkia siafu akiwa hadi milimita ishirini na tano. Wanapatikana hasa Kenya, Tanzania na Ethiopia, na wanaishi katika makundi makubwa ya siafu elfu tano hivi. Umuhimu wao ni tabia yao wao hukula mbegu ambazo wanakusanya na kuhifadhi kwenye viota vyao chini ya ardhi, na hivyo kuchukua jukumu kubwa na muhimu la kiikolojia kama wasambazaji wa mbegu na kuwa wahandisi wa udongo. Siafu hawa wana uwezo wa kuwasiliana kupitia ishara za kemikali wanazotoa na kuacha harufu, na hivyo kuwawezesha wenzao kufuata vyanzo vya chakula kwa ufanisi. Kwa wastani, siafu wa kawaida huishi kati ya mwaka mmoja hadi miwili, kulingana na ukubwa wao, wakati siafu malkia anaweza kuishi hadi miaka ishirini na saba. Lakini kuna watu ambao wanawamezea mate kwa sababu tofauti na umuhimu wao kiolojia. Amini usiamini, katika nchi za bara la Ulaya na Asia kuna soko kubwa la siafu hawa, hasa kwa watu ambao wanapenda kuwatunza kama wadudu wa nyumbani, wakiwathamini kwa sababu ni wadudu nadra ambao sio wa kawaida kuhifadhiwa katika nchi hizi. Kunaripotiwa kwamba kuna ongezeko la maonyesho ya ufugaji wa siafu hawa, ambapo watu ambao wanawafuga siafu hawa hukutana mara kwa mara ili kulinganisha maelezo ya makazi yao na aina ya siafu. Wengine wanasisimka sana kuwatazama kwa sababu ya ubwa wao, rangi ya kipekee, tabia na jinsi wanavyokuwa. Siafu hao wanauzwa kwa wingi mtandaoni, huku wafanyabiashara ambao wanahusika na hiyo wakiorodhesha bidhaa hizi kama moto sana. Kwa mfano hapa mtandaoni tunaona wakiuzwa hadi dola mia tano themanini na bei itaongezeka kulingana na idadi ya siafu unayotaka kununua. Hii imesababisha kuibuka kwa wimbi la wasafirishaji haramu. Watu waliokamatwa nchini Kenya kwa mfano walikuwa na siafu elfu tano mia tatu waliokadiriwa kuwa na thamani ya dola elfu tisa mia mbili. Mwaka 2013 watu watatu pia walikamatwa wa Kenya hapo hapo wakijaribu kusafirisha aina hiyo ya siafu waliokuwa na thamani ya dola elfu mbili mia tatu kwenda Ufaransa na China.